Sisi hatuogopi popote eh, lakini tunataka tupate eh, uhalali wa kisheria, uhalali wa kikanuni juu juu ya maamuzi haya, na changamoto kubwa ambayo imejitokeza ni kuona taarifa ya mabadiliko ya uwanja inatolewa kwanza na klabu husika badala ya mamlaka husika. Tunachofahamu sisi utaratibu ulivyo ni kwamba eh, mabadiliko ya uwanja, mabadiliko ya muda wa mchezo, mabadiliko ya ratiba yanatolewa kwanza na mamlaka husika, kwa maana ya bodi ya ligi. Haijawahi kutokea hilo, mara ya kwanza klabu inatangaza mabadiliko ya uwanja kabla ya mamlaka husika, kwa maana ya bodi ya ligi. Hapo ndiko ambapo sisi tunaona ipo shida na tukaomba eh, kupata ufafanuzi kutoka kwa bodi ya ligi, na bodi ya ligi ikatujibu, na mambo na mambo yanakwenda yanakwenda musana. Kwa sisi kwetu hatuna changamoto yoyote, tunataka tu kupata ufafanuzi, mambo mengine mambo mengine yaendelee. Ninachofahamu mimi na utaratibu ulivyo, mabadiliko yoyote yanatangazwa na bodi ya ligi, na siyo klabu husika ama afisa wa klabu husika.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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa.